Ada alihisi tumbo linauma sana baada ya kumaliza kula chakula chake na alihitaji kwenda chooni haraka. Hivyo alimuuliza mhudumu wa mgahawa mahali choo kilipokuwa. Alielekezwa vizuri, lakini alipofika pale alikuta tayari kimewahiwa na mteja mwingine. Ada ambaye hangeweza kuvumilia tena aliona mlango wa kuingilia jikoni ukitingishika. Alipoangalia kwa kupitia mlango huo wa kuingilia jikoni, hakuweza kuelewa vizuri kile alichokiona, hivyo akaingia moja kwa moja ndani ya jiko. Alivyofika jikoni, alishtuka sana. Kila kitu kilikuwa kichafu na cha kuchukiza. Vyombo vichafu vilikuwa vimerundikwa karibu na sehemu ya kupikia. Nyama mbichi ilikuwa imeachwa wazi huku nzi wengi wakitua juu yake. Wanawake waliokuwa wakipika walikuwa na nywele chafu na aproni zao nyeupe zilikuwa zimejaa madoa ya kila aina kana kwamba hazijawahi kufuliwa kwa muda mrefu. Sakafu yote ya jikoni ilikuwa chafu sana na panya walikuwa wakizunguka ovyo ovyo. Ada alipomtazama mpishi mkuu, mwanamke mnene mwenye ngozi nyeusi aliyevaa gauni lisilo na mikono alikereka zaidi. Meno yake yalikuwa ya manjano na makwapa yake yalikuwa yameota manyoya mengi yasiyopendeza. Ada alimuona mwanamke huyo akijikuna kwa pani kwa kijiko kile kile alichokuwa akitumia kupikia, na bila kusafisha kijiko aliendelea kukoroga supu. Ada alihisi kichefuchefu, alijishika tumbo kwa mkono mmoja na kutumia mkono mwingine kufunika pua na mdomo kwa sababu harufu iliyokuwa jikoni ilikuwa mbaya sana. Alirudi ndani ya mgahawa akiwa na huzuni na kukerwa. Alipotoka nje ya mgahawa, alikimbilia kutapika kila alichokula. Hakuamini alichokuwa amekiona. Ada alizoea sana kununua chakula mgahawani kwa sababu alikuwa mvivu wa kupika nyumbani. Alijua migahawa yote bora na mipya jijini na alikuwa amekula katika kila moja yao. Kila usiku alichagua mgahawa mpya wa kujaribu. Rafiki yake aitwaye cha usiku alikuwa akimshauri kila mara, hujui kuwa ni rahisi na salama zaidi kununua vitu sokoni na kupika mwenyewe. Kwa nini unapenda kupoteza pesa zako kwa chakula cha mgahawa? Lakini Ada hakutaka kumsikiliza cha usiku kwa sababu alizoea kula nje. Alilelewa hivyo tangu utotoni. Wazazi wake Bwana Nabi Makena walijaliwa watoto watatu: Ada, Uzi na Nea lakini mara tu watoto walipoanza shule, wazazi wao waliacha kuwajali. Kila asubuhi walipoenda shule, walipewa pesa ya chakula. Waliporudi mchana, walilazimika kununua chakula kwa mama lishe jirani. Usiku, waliendelea kula chakula cha mgahawani hadi wazazi wao waliporudi kazini usiku sana. Ada ambaye alikuwa binti mkubwa, alijikuta akibeba jukumu la mama wa nyumbani. Lakini hakuweza kupika kwa sababu mama yake hakumfundisha. Baba yao alikuwa dereva anayesafiri sana, mara nyingi akikaa miezi miwili au mitatu bila kurudi nyumbani. Mama yao alikuwa mfanyabiashara aliyekuwa na duka Kariakoo, hivyo alikuwa bize kila siku kuanzia asubuhi hadi usiku. Ada alikuwa na tabia ya kujitunza na kuwalea wadogo zake bila msaada wa wazazi. Alizoea maisha ya mtaani na chakula cha haraka. Kabla hajahitimu chuo kikuu alipoteza baba yake kwa ajali mbaya ya barabarani. Wadogo zake walianza kumsaidia mama yao dukani, kwa sababu biashara ilikuwa na mama yao alikuwa akizeeka. Baada ya kuhitimu, Ada alipangiwa kufanya kazi ya kufundisha shule ya sekondari katika kijiji cha mbali kwa ajili ya huduma ya taifa. Akiwa huko, alizoea mazingira mapya na akakutana na rafiki mpya aitwaye Chausiku, ambaye pia alikuwa mwalimu katika shule hiyo. Tofauti na Ada, Chausiku hakupenda kula mgahawani. Alikuwa akinunua vyakula sokoni na kupika mwenyewe, lakini Ada hakuwa na sufuria wala sahani. Kila siku alikuwa akizunguka kutafuta mama lishe mpya au mgahawa wa kuonja chakula. Chausiku alimshangaa sana. Siku moja akamwambia Ada, mbona hupiki mwenyewe? Unajua ni salama zaidi na unahifadhi pesa zako lakini Ada alikasirika na kumjibu kwa hasira, ni pesa zako? nimewahi kukuomba hela? haya maisha yangu yanakuhusu nini? Chausiku aliomba msamaha na kumwambia alikuwa akimjali tu. Tabia ya Ada haikubadilika, hadi siku moja walipokuwa wakitoka kazini wakakutana na kijana mtanashati aitwaye Emmanuel, ila walizoea kumwita Emma, mfanyabiashara tajiri mwenye matawi mengi ya kampuni nchini. Emmanuel alimtongoza Ada na wakaanza kuwasiliana mara kwa mara. Emmanuel alianza kumpeleka Ada kwenye migahawa ya kifahari na Ada akampenda sana. Siku moja, Emma alimtembelea Ada nyumbani. Baada ya mazungumzo kidogo, tumbo lake lilianza kuuma na akamwambia Ada amepata njaa. Alimtaka Ada ampikie ili aonje chakula chake. Alimpendekezea waende sokoni pamoja kununua mahitaji, lakini Ada alimwambia kupika ni kupoteza muda. Kwa nini tusipige simu kwenye mgahawa mmoja wa kifahari walete chakula? Alisema Ada. Emma alikataa, alisisitiza anataka kuonja chakula cha Ada. Ada alipogundua kuwa Emma alikuwa serious, alikiri kwa huzuni, samahani Emma, siwezi kupika. Emma alishtuka sana kwa sababu hakutarajia binti mrembo kama Ada hajui kupika. Aliondoka kwa hasira bila kusema neno. Chausiku aliporudi nyumbani alimkuta Ada kitandani akiwa mwenye huzuni. Alipomuuliza shida ni nini, Ada alidanganya kuwa alipoteza pesa. Hakutaka Chausiku amcheke, kwani alikuwa akimwonya siku nyingi kuhusu kula chakula cha mgahawa. Siku moja, Ada alipokuwa anatoka kazini, aliona mgahawa mpya wa kifahari. Ulionekana mzuri sana kwa nje. Alivutiwa sana na wateja waliokuwa wengi. Siku moja akaamua kuingia. Ndani kulikuwa pazuri na chakula kilikuwa cha bei rahisi. Tangu siku hiyo, Ada alihakikisha anakula hapo kila siku. Wafanyakazi wa mgahawa walishazoea mapendeleo ya Ada na walimtarajia kila siku. Lakini ndani ya mwezi mmoja, siku moja, Ada alikuwa kazini na aliagiza chakula afisi kwa kuwa alichoka. Alipoanza kula, alipokaribia kumaliza, aliona mende mfu ndani ya chakula. Alishtuka sana, hakuwa ameona kitu kama hicho hapo kabla. Ada alipoteza hamu ya chakula, lakini hakuchukua tahadhari. Alidhani ni bahati mbaya tu. Wiki moja baadaye, Ada aliugua vibaya. Alilazwa hospitali kwa sababu ya tumbo na homa kali. Daktari alimwambia ugonjwa wake ulisababishwa na bakteria wa ajabu wanaokuwa kwenye maeneo machafu. Umepona kwa bahati tu. Ungelazwa siku moja baadaye, huenda ungefariki, alisema daktari. Ada alirudi nyumbani na Chausiku akawa mlezi wake. Chausiku alimlisha Ada kila alipopika. Lakini, Ada alipopona, alirudia tabia yake ya zamani. Aliendelea kula chakula cha mgahawani, hata ule mgahawa aliokuta mende ndani ya chakula. Ndani ya wiki tatu tena alilazwa hospitalini kwa mara ya pili. Ilipotokea mara ya tatu, Ada aliamua kufanya uchunguzi wake mwenyewe. Siku ya wikendi, aliingia mgahawani na kuagiza chakula chake kama kawaida. Safari hii hakukila kwa haraka, alikagua kila mrija wa wali kwa makini. Alipomaliza alijifanya anahitaji choo na akaomba kuonyeshwa choo. Alipofika chooni kilikuwa kimetwaliwa. Alitumia fursa hiyo kuzunguka mgahawa. Aliona mlango wa kuingia jikoni ukitingishika. Alipopenya kutazama ndani alishtuka: vyombo vichafu, nyama wazi yenye nzi, wapishi wachafu, sakafu chafu na panya wakikimbia kila mahali. Alimwona tena yule mpishi mnene mwenye makwapa ya manyoya. Ada alitaka kutapika. Alikimbia kurudi mezani kwake kana kwamba hakuna kilichotokea. Alitafakari juu ya migahawa yote aliyotembelea. Alitambua kuwa hata migahawa inayovutia kwa nje huenda iko katika hali ya kutisha kwa ndani. Alipofika nyumbani, alijisikia aibu sana. Alitamani angekuwa amemsikiliza cha usiku siku nyingi zilizopita. Ada aliamua kujifunza kupika. Alifagia jikoni akaenda sokoni kununua vyombo na mahitaji. Alirejea jioni na kuanza kupika. Chausiku alishangaa sana kumkuta Ada jikoni. Waliandaa chakula pamoja. Chakula hakikuonekana cha kifahari, lakini kilikuwa kitamu sana na walijua walikanda kwa usafi. Ada aliendelea kujifunza kupitia mtandao na msaada wa Chausiku. Aliacha kabisa kula nje na alianza kubeba chakula kwenda kazini. Wafanyakazi wenzake walishangaa sana na kuanza kujiunga naye. Hatimaye Emma alirudi na kumwomba msamaha kwa kumwacha bila kumwelekeza. Walielewana na kuwana miezi michache baadaye. Funzo la hadithi hii: si kila kitu kinachoonekana kisafi ni kisafi kweli. Chukua muda kujua mahali chakula chako kinapopikwa. Jitahidi kuwa na muda wa kulea watoto wako, haijalishi uko bize kiasi gani, na ukimpenda mtu kweli, usimwache kwa sababu ya dosari moja. Mpe nafasi ya kujifunza na kubadilika. Mmejifunza, rafiki zangu, mnaokula kwa mama ntilie? Basi kama umejifunza, naomba ulike video yangu na ucomment hii pia, na kuomba usubscribe kwenye chaneli yangu kwa kupata simulizi nyingine nzuri zaidi zenye mafunzo. Asante sana.